Imekusanyika hapa kwa sababu moja kubwa na hii inatokana na tamko la, la mkurugenzi wa Tume ya Taifa ya, ya Uchaguzi, ndugu Ramadhani Kailima aliyolitoa mnamo tarehe kumi na mbili ya mwezi wa nne mwaka 2025 akisema kwamba Tume ya Taifa ya Uchaguzi ilitengeneza kanuni za maadili ya uchaguzi na hizo eh, ku kanuni kuzipeleka kwa vyama vya siasa kuanzia kwanzia ule mwezi wa tatu, na kurudisha eh, maboresho ya mwisho mnamo huo mwezi wa, wa nne mnamo ule tarehe nne, na mnamo tarehe kumi na mbili ya mwezi wa, wa nne mwaka 2022 ilitakiwa vyama vyote vya siasa vikutanyike vikutane pale Dodoma na kuweza kusaini hizo kanuni kwani kanuni zinadaiwa kusainiwa na na kila chama cha siasa ambacho kinataka kushiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka ishirini ishirini na tano pamoja na chaguzi ndogo ndogo ambazo zitafanyika kuanzia kipindi hicho mpaka mwaka ishirini na, na thelathini. E, chama cha demokrasia na, ma, na, na maendeleo Chadema chenyewe akikusaini naakusaini kwa sababu kubwa za msingi ambazo zinaendana na na mparaganyiko mkubwa wa sheria za uchaguzi za nchi yetu, sheria ambazo haziendani kwanza, hata na katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania kwa sehemu kubwa, na haziendani na msingi mkubwa wa dhana ya uchaguzi ambao ulio huru na wa haki. Na kama kunakuwa na uchaguzi au mfumo wa uchaguzi ambao hautuletei uchaguzi ambao huru na wa haki, ni makosa makubwa ya kikatiba kwa chama chote kile cha kisiasa kushiriki katika uchaguzi huo.